Hemu maskini kasimanyi ni midfield akaambia, wewe haji wona round ya hapa hapa. Na bewe katika zote ya Laki ya katikati hii ni bomba la katikati usilipite kabisa, tulia hapa hapa, usiondoke hapa, zote zao zao utazichukua wewe kaka, kamba ndo atatembea hapo mbele, enda kirudi, lakini mimi ni sit hapo katikati ni nitakava left na right na kwa kweli baswada alhamdulillah, kweli nilifaulu. Lakini lusball zote za gorme lizipata mimi zote, kila zikija mito natuliza, mi natoa pasi. Yaani kwa hakika tulicheza mpira mzuri sana sana sana. Lakini nakumbuka kolkipa alikuwa Gadalo. Namba mbili alikuwa Salim parera namba tatu alikuwa alikuwa nani? Namba tatu fulbek left e. Namba nne alikuwa alikuwa Halid. Namba tano alikuwa Cheguga. Namba sita alikuwa mimi. Namba saba alikuwa Swale Kigan. Namba nane alikuwa Kaka. Namba tisa alikuwa Ali Hamis. Namba kumi alikuwa alikuwa Jamal Shaker nakumbuka. Namba kumi moja alikuwa skora marehemu sasa, na kaka pia marehemu. as basi fas haf yote tuliwaleta Gor Mahia mpaka haf taim, kwa shara la moja tushafunga goli moja. Second haf Gor Mahia wakarudi tena, wakaongeza kikosi chingine, wakaongeza zaidi walikomboa ile bao nakumbuka, kama dakika kama kumi hivi au nane over ball, lakini tuliwa hold na tuliwazidi hizo dakika tisa za mwisho. Tukawa tumechoka ndo kaa wakatuleta sasa na kupata hiyo goli moja, lakini kwa hakika tulicheza vizuri sana, na niliamini kuwa kadiri Fara alikuwa ni mchezaji kweli, mashallah. Alikuwa na kipawa, usiondoke katikati, loose ball zote utazipata na gemaimeona na Faisal wewe usiondoke hapa. na naam, adikomba alikuwa mchezaji mzuri kwa hakika. Nilicheza naye mimi pia, mwisho mwisho nilimpata, akachukua kucheza bandi, mimi nikacheza naye tena. Alifunga magoli ya ajabu maanake. Mechi mbili nakumbuka, bandi na Kongoya alifunga goli pale pale upande wa left wing alifunga goli, upande wa right huko. Na siku ya Black Panther pia alifunga hivyo hivyo. Hata nakumbuka marehemu tu overboard alimfata kamabiaalikombo nikumbusha Faisal sijui na nani wakati huo, kweli alikuwa na shap na miguu yote alikuwa akipiga yeye, mashaallah. Naam, shukran jazakallah kheri. Uh, shukran shukran sana uh, ndugu yetu uh, Hajj Hamud kidogo lakini nikurudishe nyuma, kwa sababu uh, katika mwanzo wa kipindi hichi uh, nafikiri uh, kuna kitu ulisahau, ni kwamba ulikuwa utupe jina lako kamili, mwaka uliozaliwa na mwezi, uh, yaani mwaka uliozaliwa na mtaa, halafu nikasema kwamba manake, je ulikuwa na jina la mtaani, yani si tuasema jina la kubandika, ulikuwa na jina lolote ambalo ulikuwa na umaarufu nalo? Um, kipande hichi nafikiri kidogo tulikiepuka, kama weza ukakirudia, ningefurahi eh, sana. Shukran sana bana eh, basawadi. Nasahau kuongeza moja jina maarufu Nyundo, ndoko yake inaitwa Samba sababu sayote mi napenda kutuliza bodi. Mimi nikija siinui mpira mimi natuliza naweka kwenye kifua, naweka chini, natoa pasi, natematumbia. Samba samba, ndo likashika ilo jina sambamba, sambamba na shukran sana, nasoa kuambia hayo tu okay. Kwa hivyo Haji, Haji Samba, kwa mukhtasar, hebu naomba utueleze kwa sababu uh, kuhamia kwako uh, baina ya banli na, <coughs> na Nyundo kuna hebu na, nataka tupe hii pikcha ya Banli hasa, maanake umetueleza kuanzia kwake na wachezaji maarufu waliotokea Banli. Mara ingine kiitwa Banli Amacha. Sasa hii Banli katika uh, kukua kwake, hii timu ikakuza wachezaji wengi sana, wakatoka nawe ukiwemo mmoja wao hii historia yao hapa ilikwenda vipi? Manake ilifika wakati Burnley ikawa haifunction tena, ikawa ni kama hakuna tena Burnley. Wakati timu yangu mimi Eleven Brothers tulipokuwa tukitafuta kuingia kwenye ligi, tukazungukazunguka sana, tukaambiwa labda tuzungumze na Burnley, tulitumie jina la Burnley ili tuingie kwenye ligi, alafu tutafungua timu yetu baadaye. Na tukafanya hivyo kiasi yes, kama takriban miaka mitatu hivi tuliopata jina la Banli sisi tukaanza division 4 tukaenda 3 tukaenda 2, kisha baadaye ndio Banli wakaja wenyewe. Sasa nafikiri watu walikuwa kutoka wenye kuishi sehemu za suudia na wapi, kwa sababu walihama wengi. Waliporudi wakasema, hapana, lazima tuirudishe timu yetu ya Banli. Hebu tupe hii history yake hapa kuhusu Banli tuzidi kuielewa. Shukran wa salamu mm -hmm alaikum

na vijana wengine wa wao Eleven Brothers walikuwa ndugu kama wawili hivi, kwa kikaa pale msikiti wa Musa nafahamu vizuri kwa majina. Hata nadhani kwenye picha nadhani pia tulipiga nao nadhani. Hapo naam wa vijana akanifata, lakini kwa kiongozi wao ni Mohsin Mohdhar, yeye ndiye alikuwa kama market. Mohsin Mohdhar twafahamiana vizuri sana, akaja akanielezea ambia kweli, klabu naona jamaa wataktena mpira hawa bas. Mimi kazungumza na jamaa maskani pale bandi, wakanipa kuahe kuasabasi, kama watatumia jina, lakini kwa mkataba tu si watumie kwa kiasi kadhaa, kama miaka mitano sita hivi, alafu jamaa atakapoamua kufufua klabu tena, wataendelea nayo. Basi kwa hakika kweli Eleven Brother ilifanya vizuri na hilo jina, nikawa tu kwa wakati huo. Sasa mimi nacheza Nyundo na naona pale mimi kicheza pale, tukifanya mazoezi tuona kwa tuona Eleven Brother kitu kile, na Bandi wakicheza pale wakifunga, ile fanya mazoezi ile fanya pale uwanja mdogo. Kwa kuna mechi tulifanya uwanja mdogo pale, tuona mashallah, kwa kifanya vizuri hata jamaa Nyundo ambaye ndio Haji Bandi ndio ameshinda goli mbili hapo. Asante basi, nikishangilia nafanya mazoezi nikitizama mpira kidogo, basi muda ukaenda. Basi kuna vijana kutoka Abu Dhabi, hao wako pia ni vijana wa bandi, ambao katika ndugu zao wakubwa hao ni wanzilishi wa bandi, akiitwa Karama Shtewi. Basi hao wawili katika wajomba na mmoja katika ndugu yake akiitwa Abdullah Shtewi, jina lingine sio Mitas Gold basi kwa wakati, akasema bana, si tuone afadhali tuifuue bandi, vijana wako fanya tafanya mazoezi. Kwa hakika nilipomimi nilipondoka mimi nilikuwa jamaa wengi wa kutaka tena mpira kwa kweli, kwa kwa shirika na starehe, nikabado na hamu kucheza mpira, ndio mimi nikaenda Nyundo. Basi alhamdulillah, wakakusanya timu, wakaleta jezi, waleta viatu, basi wakaona kuwa kuna timu hapo tayari ishasimama sasa, ni kutafuta wachezaji tu wale ambao waliotulia, ambao wananukia vijana, pale pale bandi, wakaamua kufanya mazoezi. Basi baada ya muda jamaa, basi mana, situona bandi, tuirudishe kamba. Sawa, zungumzeni nao wale vijana Eleven Brothers, kama alivyokuja mwelezee kwa uzuri. Wakaitwa Muhsin Muhdar, basi haya, hakuleta upinzani, hakuwa na upinzani hivyo basi so madamu nyewe mshaamua, basi alhamdulillah, timu ikarudi na Eleven Brothers. Alhamdulillah ikaendelea zaidi, shukran zaidi. Hapo sina zaidi tena, shukran, jioni shukran, Basawad, jazakallah khair, jioni njema. Kwa hakika za yenyewe kwa kuona inukia <tipa> wakati ule ni kwa vijana wadogo, kwa ndio kina Toll, kwa ma Tyson na Manspa, kina kina rila ambao walichezea timu ya kombaine ya, ya Mombasa, rila, nani mwingine huyu, ina Mikindula, ina Tamasha. Wachezaji wengi walikuwa pale mtaani walikuwa kwainukia hapo, basi alhamdulillah, timu ikapata nafasi, wachezaji pale kupata nafasi wa kuinukia, wachezaji wazuri wa kuinukia vizuri, alhamdulillah wakacheza vizuri na timu ndio kaikuza, klabu ndio ikapanda juu tena, alhamdulillah ikaendelea mpaka juu huko, alhamdulillah. Naam, naam, Salim Tyson, toll Hmji, toll Tamasha, Mikindula, Rila, Omwalo wengi na wengi na wengine washa, ni hao wengine nawasahau. Eji tena ishapanda hii kina, alhamdulillah, shukran. Sasa kulingana na hali zilivyo, maanake zamani mlikuwa kama mtaa kama timu mkichukuana, mka mkicheza masapota wenu mtaa mzima, na kwa sababu kila, kila, kila mtaa una timu na kila mtaa unasapoti timu yao, mlikuwa mkifil vipi wakati ule? Jambo ambalo sasa hivi hakuna tena, kuisha siku hizi watu, watu tu wa kawaida waangalia mechi kama hiko. lakini mlikuwa mkifil vipi haji ile kwamba mwapiga boli kisha watu wa mtaani nje waimba na kushangilia, ilikuwa mkifil vipi wakati ule? Wallahi basi wadu nisema neno zuri sana tena kubwa sana. Sana sana. Mambo yale wallahi hakuna tena. Kweli kweli kabisa kweli yako. Naam, nkoko sisi kitembea nakumbuka tembea. Kitembea kama zaji wanne watano wado. Wale jama wa bandi wale wale wale jama wa bandi wale wapita. Kwa hindi na mtu mwiki. Na kutoka mtu mwiki do do wale zaji wa Nyundo. Do wale wale zaji wa Black Panther. No, wale zajalibati wale kweli kweli kabisa, kweli kabisa, kweli hakuna tena hayo. Walahi, siku zile ilikuwa yani hata usiseme nema zile, hakuna tena bwana. Kweli haji na madamu, tumeyashuhudia basi, ndio tumeyashuhudia. Masikitiko ni kwa vijana wetu walioenekea sasa, macho yao yote akwa kwenye TV tv wanaangalia mipira ya nje, na ni, ni kwa sababu imevunjika ile misingi zile asili tulizokuwa nazo, hakuna tena. Lakini zamani kulikuwa na, na ile ladha, ule ladha ya ule mpira, si kwa wachezaji tu bali mpaka kwa masapota. Mimi nakumbuka skuli, kila mtoto ajaye skuli watu mbeba fixtures ile waangalie leo nani na nani. Tukitoka skuli, watu mbio, tundaangalia mechi. Ukipita mtaa kama Nyundo ya Teza na Ngome, ukienda ukienda Guraya, pita klabu ya, ya, ya Nyundo, utaona bendera imbandikwa juu. Ukienda Ngome kule Kibokoni, bendera impandishwa juu. Yaani kulikuwa na ile motivation nzuri, ile kupeana hima. Hili jambo limepotea, lakini sisi tusife moyo kama alivyosema koch Muhammad Kheri, katika mahojiano yetu kwamba hatujachelewa; ni watu wakae chini, waondoe tofauti zao ndogo ndogo zile za malumbano na kurudishana nyuma, watu washikane pamoja, tuanzeni ile system ya zamani iliyokuweko, basi patakuweko na uwezekano wa kurudisha hadhi yetu na maoni yako asemaje Haji Mani? Twenda Wimbli, twachungulia viatu, twachukulia la plata, twachungulia Puma 95, tutaziona nyingi sana. Hatuwezi kununua mpaka tupate mfadhili. Hawa wanasiasa watufadhili, au ni mtu ajikazi, ajipinde. Mambo mengi, twanunua kile kiatu, likuwa kiatu ni 95, la plata. Leo pitumba kila aina viatu mashaallah, kila, kila aina viatu kila aina watasi, watoto atakitele cheza mpira sasa, anaingilia starehe, naingilia manyunga, alatuingilia ya Allah istiri ya rabbi, tuta naingilia starehe. Yani hata sijui, wallahi, wewe pita sokoni pale, kila aina viatu utapata pale, kila aina juzi, binanunua juzi. puma puma walekwa shilingi elfu moja mia tano tena, karibu vijani kama kipya kipya. Yani naviweka hapo nyumbani naviangalia tu, nicheza mazoezi safari moja kama mcheza wazee, nacheza mara mbili tu, sijui mara tatu navyo basi, alshilingi elfu moja tena, kila aina viatu vipo hapo wallahi, tena nema viatu tele, kila aina atendom shughulia t 9 295 ghali hatuwezi kununua. Alhamdulillah, alhamdulillah, ashukuru nanasiasa tutufadhili siku zile kina chef Nasiri Mungu adazepema inshallah, watutusaidia akileta viatu ama darezeni moja, darzeni moja na nusu, tukipea wachezaji tena, kwa namba wapewa viatu kwa namba. Wallahi taala. Ah si wape dama zile wana. Shangilia zile ziko wapi tena? Zatu mitani kupiga mangoma, kupiga matarumbeta. Yako wapi ade tena? Timu zote zinkufu wala. Kina Dragon na Burnley, Black Panther, Nyundo, Libati, Kosmo. Yani timu zapa mtani tutu kwenye Eleven Brothers uko kwenu. Nini o bayani kina nani nyingine, kina Young Rovers, yani ngome. Wallahi vinakufa, wanaangalia maslahi yao, hawaangalii maslahi ya watu wahifadhi, watoto wa watu toto wameharibika, wachezaji wazuri wazuri bwana, maskini. Wallahi vuta manyunga, sasa watawasikitisha wallahi wote inshaallah, sisi na watoto wetu na vijukuu vyetu na vituku vyetu navirebekweza inshaallah, wallahi basawadi Allahi stir shukran. Naam, ndugu yangu Haji, napenda kutoa pongezi zangu nyingi sana kwako kwa juhudi zako kwa kujitokeza na kutupa muda wako mwingi sana katika kutuangazia masala ya mpira, historia ya mpira. Umetukumbusha mengi na umetuangazia mengi ambayo huenda yakaleta faida kwa kizazi chetu kijacho, na kama ilivyo ni kwamba tunafanya juhudi mawasiliano. Um, haya tutayahifadhi katika kitabu cha historia, nawe ukiwemo na maoni yako yote haya tutayaangazia mule ndani, isipokuwa tu usisahau kututumia picha zako za wakati wako ulipovuma. Karibu sana Haji, shukran. Mwenyezi Mungu akubariki wewe, familia yako wote, bana. Shukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.